Wananchi wote kwenye maeneo haya tuache kuuza ardhi yetu, tuache na wale madalali au viongozi wenye tamaa waache kuuza ardhi hiyo. Hii mipaka inawekwa ni kwa mujibu wa sheria, wananchi hawana tatizo kwenye mipaka hiyo. Migogoro mingi inasababishwa na au viongozi kwenye mipaka hiyo. Kilindi kuna vijiji mia moja na mbili vilivyofanyiwa mipango ya matumizi vijiji arobaini kati, kati ya vijiji matatu takiapendekeze na katika vile vijiji arubaini ambayo vilifanyiwa mipango ya matumizi bora haionyeshi kuwepo kwa migogoro yote. Katibu mkuu ameelekeza kwamba atatuma timu kutoka Dodoma kwa ajili ya kupitia mipaka yote ya hivyo vijiji ambavyo ina changamoto. Jamani, kwenye huu mpaka tumeona maajabu. Kuna siku moja tumeambiwa tukabainishe huo mpaka hivi unatembea. kuna, una, unakuta kuna miti imewekwa alama, lakini kuna masai laioni ametangulia mbele ndiye anayetuongoza sasa, naye laioni yule lauyuni ni afisa ardhi lakini ndiye aliyopangwa aonyeshe zile miti waliweka alama. Hadi ni ngumu mno, sisi tunavumilia kama viongozi na kuwasihi wananchi wasifanye vurugu. Uvunjifu wa amani ni rahisi, lakini kurejesha amani ni ngumu mno. Kwa hiyo wananchi wa wilaya ya Kilindi, hasa tuvijiji vilivyoko pembezoni mwa mpaka wa Kilindi na Kiteto, hawako salama na watendei haki kwa sababu mpaka ule unaonekana wazi kabisa inaonyesha wazi mpaka unamopita. Lakini unasoma wewe mpaka mahali unakupita, kwamba unapita mlima mtego pale, mwanzako anakuonyesha mlima mwingine, lakini ramani na jieni zinasema mpaka unapita hapa, lakini mtu anakataa na ni mtaalamu na ni msomi. Lakini mimi ambaye mjinga sijasoma, ndio ninajua mpaka unapita hapa, lakini yeye aliyesoma na kujua ramani anakataa, jieni anakataa ramani. Kwa hiyo ombi letu katika hilo mipaka ibainishwe, mipaka ya kitaifa Kipa, mipaka ya kitaifa kwa sababu Lekitinge ni kijiji rasmi ambayo inatambulika kitaifa na Ngobore ni kijiji rasmi ambayo inatambulika kitaifa. Kwa hiyo ninaamini kitaifa kuna ramani. Kama tuna haja ya kwenda na mwendo wa Mama Samia Hassan Suluhu, watendaji ambao wanaleta kero kwa wananchi kila kukicha waondolewe na ikiwezekana wafutiwe kazi. Usisahau, Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.